Benjamini Ngaiwa, jina hili siyogeni masikioni mwa Wanakahama. Ni mzaliwa wa mtaa wa Mbulu na mtiania wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Kahama Mjini. Ngaiwa ametokea kuwa kipenzi cha Wanakahama wengi kutokana na unyenyekevu na usikivu wake mkubwa, na hasa katika ushirikiano na jamii inayomzunguka. Jina lake limekuwa gumzo kwenye vinywa vya Wanakahama wengi tangu mwaka 2020 alipokuwa mshindi wa pili kwenye kinyang'anyiro cha ubunge ndani ya Chama Cha Mapinduzi. Elimu yake ya awali ameipata katika shule ya msingi Mbulu na hatimaye kufanikiwa kupata daraja la juu la elimu ya shahada ya uzamili katika mambo ya utawala yani Masters in Public Administration. Ndiye mtiania mwenye nguvu kubwa ya ushawishi anayepewa nafasi kubwa ya kurithi mikoba ya mheshimiwa Kishimba aliyedumu jimbo la Kahama kwa miaka kumi. Safari ya kwenda kuchukua fomu ilianzia nyumbani kwao Mbulu kwa kupata baraka za wazazi wake na kisha kuhudhuria ibada takatifu kuomba baraka juu ya lengo lake la kuwatumikia Wanakahama. Mwenyezi Mungu kwa kumpatia zawadi ya uhai na kumfikia siku yake ya leo akiwa mzima mwenye afya njema. Pia namwomba Mungu azidi kumlinda na kumwepusha na mabaya yote, na pia amjalie baraka na neema tele. Pia natolea misa hii kumwomba Mungu aweze kupokea ombi lake ambalo analiweka mbele yake kwa ajili ya kupata baraka zake amjalie kufanikiwa kwa jambo ambalo liko mbele yake. Ma, matarajio na mategemeo mengi ya wanakahama ni kuona kijana huyu mzawa ambaye anakiwa maendeleo ya jimbo la Kahama anachukua mikoba ya uwakilishi ili kuendelea kuleta maendeleo pale alipoishia mbunge aliyemaliza muda wake. Huyu ndio Benjamin Lukubha Ngayiwa anayetembea na kauli mbiu ya Kahama imara tunasonga mbele. Mimi ni William Bundala, kijukuu cha bibi K